<laughs> Haleluya, ninasema nini? Kuna viwango vya rohoni, ukifika, matatizo ya ulimwengu hayana uwezo juu yako. Matatizo ya ulimwengu hata ya wakani, kiasikani hayana uwezo juu yako. Ndio maana nasema kunywa maji, kunywa maji, kunywa maji, kunywa maji, kunywa maji. Kunywa maji ya Roho Mtakatifu. shaakyaorakdasekeeokyseked mara nyingi Wakristo tunalia kwa sababu hatujaenda juu. Viwango vyetu pando viko kwa matatizo hapa chini, viwango vyetu viko kwa jangwa. wanaotumia barabara wanakuta a polisi lakini, pale kwenye hewa hakuna trafiki, pale kwenye hewa hakuna pamse, pale kwenye hewa hakuna camu. Hakuna siku ndege zimegongana na ndege nyingine. Pale juu ni pakubwa, niinasema iliwa viwango iliwa viwango fike pale juu, pale papo unatulia, unatulia hata kama hali mbaya kiasi kiaskali Amani ya Bwana inakuendesha. Amani ya Bwana na